Naibu katibu mkuu wizara ya maendeleo ya jamii jinsia ya wanawake na makundi maalum, nitakwenda kusoma hotuba yake, lakini kabla sijasoma hotuba yake, kumbuke kwamba imeandikwa na yeye na kitu ambacho alikuwa anatakiwa kuleta, lakini kuna kitu ambacho natamani tuongee kwa ajili ya makao ya watoto kwa nchi nzima. Kikubwa ambacho nataka tukiongee ni kwamba tumekuwa tukisaidiwa kwa kiwango kikubwa sana na makao ya watoto, na kwa mkoa wetu wa Iringa tuna makao ya watoto ishirini na mawili katika makao ishirini na mbili tuna jumla ya watoto 932 ambao wapo katika makao ya watoto. Kwa hiyo tunawashukuru sana wenye makao, na tuna makao ya mashirika ya dini ambayo ndio yako mengi, karibia ya kumi na saba na yaliyobakia tisa ni ya watu binafsi na serikali. Kwa upande wetu wa mkoa wa Iringa bado hatujabatika kuwa na makao ya watoto. Kwa hiyo tunawashukuru sana wadau wetu aa, twa Sister Winfrida Mwogole mkazi wa kituo cha watoto yatima hapa Tosamaganga, kwa niaba ya mkuu wa kituo ambaye sasa yuko safarini na wafanyakazi wote na watoto wa hapa kituoni, nachukua nafasi hii nitoe shukrani zetu za pekee kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano Dr. Samia Suluhu Hassani kwa kutupatia zawadi hizi ambazo ametuletea ambazo huwa ni kawaida kila mwaka. Hata sasa tulitaka kushangaa kwamba mwaka huu baba mama hajatukumbuka, lakini kumbe alikuwa, tulikuwa kwenye mawazo yake. Kwa hivyo tunashukuru sana kwa zawadi hizi ambazo wametuletea, zitatusaidia kuwasaidia hawa watoto kuwapa mahitaji mbalimbali, mahitaji ya shule, vyakula vyote vya hivi ambavyo ametupatia. Kwa hivyo tunatoa shukrani sana kwa mheshimiwa rais. Mungu awabariki uongozi wote wa, wa serikali. Asante sana. Mimi ni Habiba Sanze na afisa ustawi wa jamii Iringa DC Niko hapa kwa niaba ya mkurugenzi Iringa DC. Kwanza kabisa, napenda kuwashukuru, napenda kumshukuru Mheshimiwa Rais Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hasani kwa zawadi hizi, tunamshukuru na tunamwombea pale alipopunguza, Mungu akamjaze zaidi. Iringa DC tuna jumla makao manne ya watoto, na Tosamaganga ni moja ya makao yetu. Tuna jumla watoto mia mbili na nne. Changamoto zilizopo hapa kituoni kubwa ni ukosefu wa mahitaji, na Mheshimiwa Rais ameliona hili, ametuletea baadhi ya mahitaji kwetu. Tunamshukuru sana. Kama mnavyoona, kituo chetu kina watoto wengi ambao wako under five. Kuna watoto hata wa siku moja wanazaliwa, na wazazi wao wanaachwa, wanahitaji zaidi maziwa, na leo tunaona Mheshimiwa Rais ametuletea.